Tuwasifiwe sana kwa majina, anaitwa Pastor Melinda, tunapatikana hapa Tandale kwa Mtogole, kanisa ni Anointed Church. Hiki ni kipindi cha kibomu ili saa neema akiniko katika kibomu. Haleluya! Uh, somo letu la leo linasema kibomu cha leo kidogo, kichungu kichungu chini kisha wakifanikiwa wakimbia kisha wakifanikiwa kukimbia. Haleluya, amen, haleluya. Tutaenda kusoma Waefeso, Efeso 5 mstari wa 25 unasema, enyi wanaume wapendeni wakezeni, wanaume wapendeni wakezeni. Tunaamini upendo umebeba kitu kikubwa upendo mambo mengi sana. Unapokuwa na upendo na mtu ambaye uko naye karibu, unapokuwa na upendo na mwenzako, ina maana roho ya tamaa haiwezi kuingia, roho ya uharibifu haiwezi kuingia, kwa maana unakuwa umebeba upendo. Upendo ni unakuwa umebeba uzito mkubwa sana. Sasa unakuta kiwa wanapopata mali mwanaume wanaondoka, hiyo tunaita wa malimkeni, kwamba anaona vile vitu aidha, hey, ni ukwani au tu ni roho inaingia ndani yake ya kuweza kumdhulumu yule aliopata alotafuta naye. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwanaume kama uliweza kutafuta na mwanamke, kwa maana wanasema alipo mwanamke ndio kuna mafanikio, ndio maana aito mwanamke Ina maana yupo mtu ambao wakukusaidia kwenye kunyanyuka, yupo mtu ambao wakukuelekeza pale ambapo mnapokubaliana na kuweza kutafuta maisha kuanzia chini kabisa paka mnapofika katika ile malengo, ghafla wewe umepata zile mali, umekimbia. Unaondoka. Kisa mali, tamaa inakuwa imeingia ndani ya moyo wako. Ina maana upendo Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja useme shetani amenipitia. Watu wanamsingizia shetani, saningile shetani yuko huko mbali kabisa. Kumbe shetani mtu ni wewe mwenyewe. Sio kila kitu shetani amekupitia ni tamaa ya mtu ambaye amemwingia ndani yake. Anasaa maliza kwa ubinafsi wake mwenyewe kwa tama yake mwenyewe. Ametafuta na mwenzie, yeye anaenda kujenga peke yake. Ametafuta na mwenzake, yeye anaenda kufanya biashara peke yake za siri, bila kumwambia mwenzie. Wewe mwanaume, kibonu cha leo sio kirefu. Wewe mwanaume mwenye hiyo tabia, acha unaotafuta na mwenzako kuanzia chini. Onesha upendo ulokuwa wa uaminifu, onesha upendo wa agape, upendo wa ukweli ambao mnaweza wote mkaweza mkafanikiwa huko mbele. Unajuaje pale mwanamke, ambao wote umefanikiwa na umeonyesha upendo na ukakaa vizuri na mke wako au na mtu yoyote ambao umetafuta naye, utafika wapi? Utafika mbali. Ili uweze kufanikiwa, lazima uwe na moyo wa huruma, lazima uwe na moyo wa upendo, lazima mkubaliane wawili, sio wewe unachukua zile